Timu yako imepata ushindi, na umeonaje? Kwanza kiwango cha timu yako, kianza na majina. Mimi naitwa Yusufu Mampamba, afisa habari wa timu ya Kusini Magharibi. Timu yangu imepata ushindi mnono, mzuri wa goli tatu. Hatujacheza na timu dhaifu sana, lakini tumepata ushindi wa goli tatu kwao. Timu yangu iko vizuri, iko vizuri na iko sawa sawa. Kanda ya kati wametoka kushinda sasa hivi. hawakutishi Hawanitishi hata kidogo, hata kidogo, wala watu wa Kusini Magharibi msiwe na wasiwasi hata kidogo, tunashinda na ili kombe linabaki hii ni kanda ya Texas. Na sasa hivi nini, mkutano unafanyikia huku, unawaidi nini watu wa Texas na wana, wanatamani nao pia kombe lije huku, kama sio itakuwa mara ya kwanza basi msimu huu libaki huku, na waidi kombe lipo, baadaye waje kushangilia, magoli yatapigwa mengi sana Nimeona mengi kama saba hivi. Watu wa kanda ya kati wajipange, kwa sababu yatakayotokea, watashindwa kurudi Dodoma. Watu wa kanda ya kati wamesema mjiandae kulisha zabibu. Hatuwezi kula zabibu zao sisi. Tume, tumejiandaa kuwalisha matoki. Kama wanafahamu matoki, watayaona leo tapigiole mpira mgumu mgumu, ule pira hauna si, mambo mengi kachumbari na nini, matoki makavu.